Naam, mambo vipi mwanafamilia, wa Mwaki Sports, subscribe sana katika segment hii ya michezo. Tupate kujadili kwa pamoja habari ah, mbalimbali za michezo ambazo zimejiri, nasibira ya hiana tumekuwa tukikuwekea hapa kila siku. Cha muhimu ni wewe kubonyeza neno subscribe na kufanya vyema sana kuungana na familia ya Mwaki Sports kwa ajili ya zile updates mbalimbali za sports. Na kwa zaidi ni kuangazia ama kuchambua kiundani sana safari ya klabu ya soka kuelekea katika uh, hatua mbalimbali za ligi ya mabingwa barani Afrika CAF Champions League, ambavyo kama unavyofahamu kwamba Young Africans ipo katika kundi D, kundi la kifo <laughs> kundi ambalo limekuwa likifuatiliwa sana sana sana na ndani ya bara la Afrika kutokana na ugumu wa uh, timu zenyewe ambazo zipo katika Uh, klabu hiyo uh, katika kundi hilo ambapo miongoni mwa clubs ambazo zipo ni pamoja na AS FAR Rabat nchini Morocco, klabu bora kabisa. JS Kabylie kutoka kule Algeria, klabu ambayo ina historia kubwa sana kwa nchi ya Algeria. Lakini pia kuna Al Ahly mabingwa wa kihistoria kwa uh, hii tournament kwa maana ya Ligi ya Mabingwa barani Afrika na Al Ahly ndio timu ambayo imechukua mara nyingi sana kuliko zote. Lakini pia Al Ahly ni timu ambayo uh, ni bora kwa muda wote kule nchini Misri kwa hiyo uh, ni kundi la kifo uh, kundi ambalo limebeba Waarabu watupu kwa soro Young Africans ambao wanatokea ukanda huwa Afrika Mashariki nchini Tanzania ambao ndio wenye asili ya waafrika weusi. Sasa Young Africans anafika wapi? Young Africans anamwelekeo gani katika kundi hili gumu, kundi la kifo ambalo tumelisema? Ukiangalia namna ambavyo Young Africans wameanza, tunaweza tukasema hali hivi sasa wapo katika asilimia hamsini kwa hamsini asilimia hamsini kuenda katika hatua ya robo finali na asilimia hamsini kuishia katika hatua ya makundi, kwa sababu hadi hivi sasa wana alama nne na Al Ahly pia wana alama nne Ikumbukwe AS Farabati waliweza kutoa pointi tatu kwa yanga na pointi moja walichukua dhidi ya JS Kabylie, lakini pia ukiangalia timu hizi mbili tayari wameshacheza na Al Ahly, ambayo, na Al Ahly timu ngumu ambayo tunaifahamu, na JS Kabylie alifungwa. Uh, AS Farabati uliweza kutoa sare na Al Ahly. Kwa hiyo <coughs> utaona Young Africans bado na kibarua kizito, kwanza dhidi ya Al Ahly na mechi mbili dhidi ya Al Ahly endapo atapata angalau sare katika mechi moja aa, ya Al Ahly basi itakuwa tayari ametengeneza mazingira mazuri ya kuenda robo fainali, lakini akitoa pointi zote sita itakuwa na mazingira magumu, kwa sababu atabakiwa na mechi mbili, mechi moja ya ugenini na mechi moja ya nyumbani dhidi ya JS Kabylie.